adishi hapa leo, gene, baba na siku ya leo yeye kesho siku sko kesho, anaenda kupata maraka na wazazi yani. So, wageninasema anaendaka studio na yeye, tuone jani yake iko vipi, kwanzia mwanzo walipokutana na bibi yake Immaculate mpaka hivi sasa. Tuende moja kwa moja, tumeone na siku hapa ambaye ni bwana harusi mtarajiwa, anatarajiwa kumuoa Emma Kiblet. Steven, mambo yes. Uh, kwa sababu mpenzi, nashukuru. Asante. Ah, unajisikiaje ikiwa kesho ni siku yako ya kwenda kuhasiwa eh, Emma Kiblet? Nimesikia vizuri sana. Ah, uh-huh, nimesikia vizuri siku yaani yani nilitamani siku kama hiyo ya kama siku kama hiyo kesho ifike. Na sasa imefika. Ndoto ya kesho ni

Kuna kitu ambacho watu wengi wanakiangalia sana, mahali ambapo mlikutana. Ni wewe ulimuona kwa approach, ama ni yeye alikuwa na approach, ama mlionana wakati huko sehemu za maagni? Nilipofika ile sehemu za Mida nilikutana na yeye na tukaanza hiyo safari nikambeba nikamleta mpaka Gede hapo, na tukaanza natukanzao mongezi pole pole mpaka sasa. Labda y kuona yule ambayo iko pale nje na iko kwenye safari ya uchumba kama yako ulikuwa nayo mpaka kesho kufikia kwenda kwa, kwa baraka no, kwa kwa kwa eh, na wazazi, neno moja kwake eh, mimi namwambia uvumilivu, uvumilivu na kuelewa. Unajua mm, mambo mengi ni kuelewana neno moja kwake, kwa sababu saa hii atakuwa ni mtu ambaye umeanza maisha na yeye, na mtakuwa ni mtu ambaye sasa kufa kuzikana, mtu kwa moja. Unamwambiaje ujumbe wake kwake? Am, nampenda sana sioni nikipunguza upendo kwa ni, yeye na ni, nimechagua ni wewe ni, ni, ni, ni. Mamo kwa anaishi hapa wa Jam Production the pilot. Nasemaje, leo tuko skomida eh, tumekuja kuona na Emma ambaye kesho anapokea baraka kutoka kupa, sazi, kwa ka wazazi wake tumetoka kwa Steven Kulegede leo tumekita kambi hapa kupiga studio na yeye eh, kwa hivyo tegea usikie safari yake ya kaya, uchumba ilikuwa namna gani na mnagani, la, kufika hivi sasa kesho na neno lake la mwisho anaweza mwambia Steven, ni gani kabla waingie kwenye nyumba mmoja? <totipatia> Eh, tegea uh, na, na how long toka mpatana kuna kama 3 years hivi 3 years hivi. Okay, na how do you feel kwamba kesho ile siku ambayo wazazi wanakupatia baraka za kwanza maisha yako rasmi? Mm, mimi ninasikia raha baada ya kuwa muda wote huu nilikuwa nimetafuta mchumba na sasa hivi nimepata, mpaka kesho na barikiwa na yeye, nasikia raha sana tu kwangu Mm. -hmm. mm -hmm. Na labda changamoto kubwa ambayo umeiona katika hu, hii safari ya uchumba ni gani? Changamoto haiwezi, haiwezi kosa, kwa sababu kuna vile, utakuwa tu kila mara ni mtu wa maombi, lazima uji sacrifice vitu zingine, hata kama hauna itabidi umejitoa hivyo hivyo ili kwamba ufanikishe. So maybe kama challenges hivyo haziwezi kosa, hata kiupande wa pesa, kiupande pia wa maombi, hivyo lazima ziweko. Unajua kwenye safari ya uchumba kama ni lazima kutakuwa na ups and down, hiyo ni kawaida, na kutakuwa na ile best moment yako ambayo huwezi sahau kabisa kwenye maisha yako ya hii. Kwenye safari ya uchumba ni gani? Mimi ile ambayo siwezi sahau ni kesho, nikiona nimebarikiwa kwa uzuri, anaandamani na uba wangu niende kwangu, hiyo nikasikia raha sana. Labda kuna wengine pale nje wanakuangalia hivyo eh, wanasema Emaculate, hey, anaolewa pia. mimi nami nataka niolewe na harusi kama hey, Emaculate, neno moja kwao, unawaambiaje? Mimi ninacheza waambia ni kwamba wamsikie na wawe watu wa kumpenda Mungu zaidi zaidi, wao wao wanaomba kuomba, mwanzo Mungu mbele ndio mengine baadaye. Neno moja kwa Steven ni gani? Hivi leo ambao naweza kumwambia aujonananana kesho aongea kwenye simu, lakini neno moja ambalo akitizama video hii atakuwa anaiona na amwangalie, kile ambacho naweza mwambia kufikia sasa, naweza mwambia tu asante. Asante kwa ule mbali tumetoka mpaka hapa tumefika. Namsubiri tu hiyo kesho ndio nampenda sana. Asante sana na tunakutakia kila la heri kwenye safari yako hii ambayo unaenda kuanzisha tena upya. Mwenyezi Mungu akulinde, Mwenyezi Mungu akubariki. Sisi kama wanajamu tunakutakia kila la heri. And all Amina, the best. Amina. Mungu awabariki sana. Asanteni pia kwa kuja.